Tatizo lako ni kwamba unakani sana, hata ukielezwa vipi lazima kwanza ubishe. Utakuja kunifanya nionekane mbwa kasoro mkia. Usemayo si kweli. Ndiyo, siwezi kudai kuwa tunaishi raha mstarehe mia fil mia, lakini vile vile siwezi kugeuka popo kulisifia pango usiku na kulidharau mchana. Wewe unafyeruka roho bure, ulitaka nifurahi gaya ghaya wakati huna kaba ya ulimi. Nimekusema wapi au vipi? Mimi ninaona una jambo, na heri uliweke wazi peupe. Bunju, ninaona mambo haya yanaanza kunishinda, yanielei kamwe. Ilianza kama mchezo lakini ilivyo sasa mkondo huu ni wa mashaka. ah, barabara sana mpenzi mtazamaji wa Bob TV Animations ni nahodha wako Amon, Anses, nachukua fursa hii kukukaribisha wewe mtazamaji wangu wa Bob TV Animations, na leo hii tunaenda kuangalia swali aina ya insha. Swali lenyewe liko hivi: jadili nafasi ya mwanamke katika jamii ya Bembea ya Maisha. Alama ni ishirini. Kabla ya kulijibu swali letu la leo, hebu kwanza niwape heko shule hizi chache ambazo zimekuwa zikitufuatilia. Ambayo ya kwanza naona ni St Paul's Amakura High School, ambayo inapatikana Busia County. Kisha shule ya pili ni St Teresa's Girls School ambayo iko Mombasa. St Kevin Nyali Elite High School iko Mombasa. Vine Spring Girls High School patikana Nairobi upande ya Ruai halafu shule nyingine ni Jeyeza Secondary School Nairobi. Lindelani High School ambayo iko Nairobi, kisha tuko na Samoe Boys inapatikana Nandi. Kisha tunaingia hapa tunaona St Josephs Girls High School Kitale, wanapenda kuita Joga. Kisha tuko na St Josephs Boys National School ambayo iko Kitale napenda kuita Jobo. St James Mabonde High School patikana pande za Kitale. Kahuho Secondary School pia Kitale, alafu tuna FSSK, ambayo tunasema Friends Secondary School Kiminini, kisha tuna Shimoni Secondary School Kwale County. Tusanzuke sasa kwenye swali letu ambayo ilikuwa inauliza Tujadili nafasi ya mwanamke katika jamii kwenye tamthilia ya Bembea ya Maisha. Kumbuka ni alama ishirini. Kwa hivyo haya ni maudhui yanayoonyesha namna mwanamke amesawiriwa katika tamthilia hii ya Bembea ya Maisha. Kwa hivyo tunaona kwanza, mwanamke ni mwerevu. Mwanamke amesawiriwa kama mwerevu na mwenye maarifa, hekima na busara. Kwa mfano katika ukurasa wa sita, tunaona akiwa anasema kuwa Sara amebarikiwa na watoto wenye akili nzuri, wote wamehitimu vizuri na kuleta faraja. Ana nini naye na amebarikiwa na watoto wenye akili nzuri, wote wamehitimu vizuri na kuleta faraja. Walishasema baada ya dhiki faraja. Pia tunaona Neema amesoma na kuhitimu chuo kikuu na ana kazi nzuri sana. Pia tunaona Asna na Salome vilevile vile wamefanikiwa kusoma hadi chuo kikuu. Salome alipita mtihani kwa kupata first class. Alibahatika kwenda ng'ambo kuendeleza masomo yake. Napatikana katika ukurasa wa 28. Kumbuka nilikuachia mshahara huo ukamsomesha Asna mpaka ana digrii yake, ingawa bahati ya ajira haijamfungulia mlango. Salome naye nimemlipia karo ya shule ya upili achuoni kwa bahati nzuri masomo yamemwitika akapita vizuri na hiyo first class. Ameishi nasi hapa akisoma hadi pale alipobahatika kupata ufadhili wa kwenda kuendeleza masomo yake ng'ambo. Katika haya yote mimi najitahidi kukuelewa. Ingekuwa furaha iliyoje kama mimi vile vile ungenielewa. Pili, tunaona mwanamke ni mwenye busara. Mazungumzo ya Sara katika tamthilia hii yanaonekana kuwa wingi wenye hekima na busara. Pia tunaona Sara anatoa ushauri katika masuala mbalimbali kama vile masuala ya ndoa, maisha, heshima na mengineyo. Tatu, tunaona kwamba mwanamke anatarajiwa kujifungua watoto wa jinsia zote na akikosa analaumiwa. Kwa nini tuwalaumu? tunaelezwa tunaelezwa kwamba Sara alisutwa na kutukanwa na wanajamii kwa kukosa mtoto wa kiume tu, hata baada ya kujaliwa na mabinti watatu, baada ya muda mrefu bila watoto. Tunaona inapatikana katika ukurasa wa sita na wa saba. Mwanangu, ni kuambie nini? Sara ameitwa tasa, wakati mwingine yeye na mumewe wameitwa wa wagumba japo shoka la ugumba limemwangukia yeye zaidi kuliko mwenziwe. Lakini mama, si wana watoto au? Ndio unasema watoto hao si wao? Damu yao hiyo, lakini wameiona baada ya hodari wa kusema kuwabandika hili na lile. Vipi hivyo? Yaani yamesemwa mengi siku nyingi, lakini ilivyo ada katika jamii nyingi za Kiafrika Asiyejua safari ya Sara na Yona akielezwa huiona kama filamu. Kwa ufupi, Yona alifunga uchumba na Sara na hatimaye wakaoana na kuishi vizuri, ila milango ya baraka ya watoto ikakawia kufunguka. Tulivyo Waafrika, ikawa kuna waliojua tatizo kuliko wenye tatizo. Kazi ikawa ni kuwasema, wakalaumiwa na kusutwa, watu wakanong'ona na kusema faragani lakini hatimaye Mungu akaridhia wakati wake aliyouona bora. Vilaika vyao hivyo vikaja kujaliwa kuwa watu wazima, na kama kuvifidia vikapewa fikra pevu na bongo za sumaku. Kweli mwanadamu ulitaka lake hima. Nne, tunaona kwamba mwanamke ni mvumilivu. Hebu tueleze ni jinsi gani mwanamke ni mvumilivu? Tunaona kwamba mwanamke amesawiriwa kama mtu mvumilivu na anayestahili kuvumilia mateso na bugudha za ndoa. Kwa mfano, Sara anavumilia ndoa yake ambayo ilikuwa na changamoto nyingi sana. Aidha, anavumilia mumewe Yona baada ya kumtesa na kumchapa kichapo cha mbwa. tano. Tunaona kwamba mwanamke ni mwenye busara. Neema anapewa mawaidha na mama yake kuhusu kuzidi kuvumilia ndoa yake. Kudhihirisha swala hili la uvumilivu wa ndoa tunamuona Neema akimweleza mumewe kwamba anakubaliana na wazo kuwa hawaishi katika ndoa ya raha mustarehe mia filmia. Tunaona hii iko katika ukurasa wa 48. Wazo hili linaonyesha kuwa Neema pia anavumilia ndoa yake na Bunju. Yeye dada, anaona sikuchagua vizuri, lakini nilikwisha chagua, nina jeshi lake nyuma, hakurudiki mimi. Ninamwelewa bunju alivyo yeye ni kitinda mimba, amelelewa na wakubwa wake. Mahitaji ya wazazi wake yalishughulikiwa na hawa wakubwa wake, wala hajazoea majukumu kama haya. Yeye anajua kuwa familia ni yeye, mke na watoto, zaidi ya hapo ni mzigo. Mara ya kwanza nilipomweleza akakosa kuelewa, nilipata culture shock. Hiyo nayo ni nini? ni mshtuko wa namna fulani unaotokana na mtu kukabiliwa na hali ya maisha ya watu wengine ambayo inapigana na ile yake aliyoizoea. Hebu tuambie dada, kisha ikawaje? Nikiwa ninalipiga darubini hilo la kushangaza, nikagundua naye alikuwa na culture shock yake hakuelewa vipi mtu atachukua jukumu la kubeba mizigo ya familia nzima, badala ya kujiendeleza. Lakini ninashukuru, maana licha ya yote tunaelekea kujua mipaka ya ushirikiano wetu ilipo. Sita, tunaona kwamba mwanamke ni mjukumikaji. Mwanamke ameonyeshwa kama mtu anayestahili kujukumika katika majukumu ya nyumbani. Hapa tunaona ni Sara anasawiriwa kama mtu mwenye majukumu ya shambani jikoni nyumbani. kwa jumla, Yona anapomkuta Sara ameketi analalamika kuwa hajaandaliwa chochote. Inambidi Sara amtumie salamu Dina ambaye ni rafiki yake, ili aje amsaidie kupika. Hali hii inaonyesha kuwa ni jukumu la mwanamke kupika na kuandaa chakula kwa mumewe. Sara bado ungali pale pale, nyumba hii haifuki walau moshi hata kama chakula ni taabu kwako. Yona, mme wangu, moshi utafukaje? Ninajua sasa karibu atarudi. Hivi amekwenda wapi? Hakusema, ameondoka tu. Alikuwa amekuja kutoka huko kwa wenzio kupata chochote lakini akapata mwenyewe nilivyo hoi, hata jiko halijaona kiberiti ilivyo desturi ya wanaume wetu, naye akataka kujua kwa nini sikumwandalia chochote. Haoni hali yako? Anaona, lakini inafikiri malezi na makuzi yanamtuma hivyo. Wanaume wetu hawa hawawezi hata kusaidia kupiga makasia chombo kinapopungukiwa upepo. Afadhali cha kukosa upepo hata cha kukumbwa na dhoruba, lao ni kukitazama tu. <laughs> Wakati mwingine nashindwa kuwaelewa. Saba, anaathirika na utamaduni gandamizi. Kizazi cha jana kimesawiriwa mwanamke kama mtu asiyestahili kupata elimu. Sara anasema kuwa siku zao elimu ya wasichana ilifanywa bezo, yeye aliachia darasa la saba, ukurasa wa 33. Usicheze na akili zangu hizi. Elimu ndiyo sikupata. Sawa sawa, siku zetu elimu ya wasichana ilifanyiwa bezo, mimi niliachia darasa la saba. Haya, nimesikia. Nane, tunaona kwamba ni kiumbe dhaifu mwanamke. Amesawiriwa kama kiumbe dhaifu, kiumbe ambacho hakifai kushindana na mwanaume. Tunaona kwamba Sara anamwambia bintiye Neema kuwa utamaduni ungali una nguvu na hawezi kushindana na mwanaume. Tunaona hii iko katika ukurasa wa 66. Ningefanya hivyo mngezeekea hapa. Kwa hivyo uliyafanya hayo yote kwa ajili yetu. Hata bila nyinyi ningefanya tu. Utamaduni wetu ungali una nguvu mwanangu. huwezi kushindana na mwanamume. Huwezi. Wanawake wangapi ni wajuao hodari kuliko wanaume katika kazi zao? Wengi tu. Tisa, ana msimamo dhabiti mwanamke. Katika tamthilia hii wameonyeshwa kama wenye msimamo dhabiti. Sara na binti zake wamesawiriwa kama wenye msimamo imara. Kwa mfano Sara anasimama na familia yake hata baada ya kutukanwa na kukejeliwa na wanajamii. Hakuacha familia yake, alisimama nayo hadi wakati wa mwisho. Asna pia na msimamo wake kuhusu ndoa, katika ukurasa wa 53 anashikilia msimamo kuwa ndoa ni taasisi inayomkandamiza mwanamke na kuwa haifai. Mama Mitego, haifanani yako, si sawa na yangu. Ndio maana tumekusomesha uyatumie maarifa hayo kuendesha maisha yako. Kule shuleni hawafundishi kunga za ndoa. Ndoa ni mtihani mkubwa kabisa, nao wameshaona wengine walivyoufanya. Mama, ajabu ya ndoa ni kwamba unafuzu na kukabidhiwa cheti kabla ya kuukalia mtihani wenyewe mtihani huja baadaye. Kisha mitihani hiyo haina silabasi mahususi. <laughs> Kumi. Tunaona wanaenziwa kijijini. Luka anamsifu Neema kuwa msichana wa kwanza kuendesha gari kijijini mwao, anamuita simba wa kike. Kumi na moja. Tunaona kwamba ni wa kukejeliwa ndoa inapoingia dosari. Sara na Yona walipokosa mtoto katika ndoa yao, Sara alilaumiwa na wanakijiji, kusema nako walisemwa, lakini nilivyosema Mungu hamwachi mja wake. Aliitikia sala zao kwa wakati aliouona bora, wajuaji walibaki vinywa wazi. Ikiwa una swali au maoni, tuma tu kwenye nambari ambayo unaiona kwenye skrini yako na tutalingamua. Mwisho kabisa, tungependa kushukuru watazamaji wetu wote ambao wamekuwa wakitufuatilia wakitutazama, kwa kutufikisha subscribers elfu kumi, ambayo haijakuwa safari rahisi sana. Mungu azidi kuwabariki na wanafunzi wote ambao wanaenda kukalia mtihani wao, watahiniwa wote wa kidato cha nne pamoja na gredi ya tisa pamoja na gredi ya sita. Tunasema kwamba wacha Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki, azidi kuwa nanyi, na mtafaulu katika jina la Yesu. Amina, amina, amina. Amonanses ndilo jina langu kuna kupanda na kushuka, kuna mateso yanayokuisha, kuna mengi utayaona, ni bembea ya maisha, maisha.